Kwa kuungana na mzee wa TCC. Walimu wanaoteuliwa kwa walimu wakuu ndani ya miezi mitatu, waitu wapewe dozi, wanapata shida. Tusisahau mwaka jana tulizunguka kwenye cluster zote, nakumbuka na walimu wote walikuwa pata maelekezo na maelekezo yalikuwa yanatolewa kwa namna tofauti tofauti, mengine kama ushauri lakini mengine yalitolewa kama ujuzi na maarifa. Kwa hiyo capacity building ipo kwenye mpango kazi, tunaendelea. Mwaka jana tulitoa, nafikiri ilikuwa mwezi wa tatu, tulizunguka kwenye cluster zote na tukaita walimu wote wakahudhuria hayo mafunzo na yalilenga zaidi kwenye maboresho ya mtaala mtaala mpya, na mwaka mwaka juzi elfu mbili ishirini na nne, maafisa kutoka, kutoka TAMISEMI kwa kushirikiana na baraza la mitihani walipita kwenye halmashauri walikuwa wanaongea na, na waalimu. Yote hiyo ilikuwa ni nini? Ni capacity building. Kwa hiyo niombe sisi kama walimu wakuu twende tukasimamie walimu wanapopata mafunzo. Tunatakiwa tu, tuone tija, kuwe na impact ya yale mafunzo. Kumekuwa na mazoea ya mafunzo kutolewa, lakini kule shuleni tunaendelea kufanya kazi business as usual, hakuna mabadiliko. Mwaka jana tumefanya mafunzo ambayo yaligharimu milioni kumi na saba, yale ambayo wataalamu walizunguka kwenye klasta kwa walimu wote, lakini ukiangalia hapakuwa na tija ambayo inaonekana, na sasa hivi ni kipindi ambacho watu wanataka matokeo. Kwa hiyo twende tukasimamie mafunzo yanayotolewa yawe na tija, lakini pia kule kwenye kata zetu kuna mewaka yote hiyo, ni capacity building, tusijisahau. Kwa hiyo mewaka hiyo itumike kwenye kuwezeshana kwenye masomo yale ambayo yanaturudisha nyuma. Tumeona kuna masomo ya English na nini na hisabati. Kwa hiyo hizo mewaka zitumike vizuri kututrain, ili tuweze kupata walimu mahiri wa masomo ya Kiingereza na na hisabati na hatimaye na kuinua ufaulu. Lakini pia walimu wa KK kupitia mewaka tuwapate, kila shule iwe na mwalimu wa KK, kwa kufanyiana nini capacity building ndani ya kata zetu. Niongelee kidogo kuhusiana na hoja ya walimu wakuu wanaohamishwa. Sio kwamba najitetea, lakini najaribu ku, kuonyesha mtazamo wangu. Wewe umeteuliwa kwa sifa na vigezo stahiki. TSC amezungumza sasa hivi, kuna kamati ya uteuzi na kuna mwongozo wa uteuzi kwa hiyo unadisikasiwa kule unachambuliwa, ndio unapatikana wewe. Tusiwe waoga, sheria na taratibu zipo. Una walimu wakuu wawili walioshushwa madaraka, wewe wasimamie kulingana na sheria na taratibu, usiwaogope. Na kama kuna ambaye anaipeleka shule katika njia nyingine, tushirikishane. Sisi tutajitahidi walimu wakuu walioshushwa madaraka wasirundikane kwenye shule moja, lakini tunajitahidi kuwatawanya tawanya. Hatuwezi tukawarundika kwenye shule moja. Kwa hiyo mimi niombe usiwe waoga, wewe ndio mamlaka pale, wewe ndio mwalimu kiongozi, wasimamie wale, na kama wanakuletea matatizo, wasilisha, tutajadili mamlaka ya nidhamu ipo. TSC yuko na yeye amesema, milango iko wazi, ukimshirikisha atakusaidia kumunisha mwalimu kwenye nini, kwenye mtaa. Jambo jingine ambalo ningependa kunifafanua vizuri ni kuhusu wanaoshawishiwa wasifanye mwaka juzi nafikiri ndio tulitembelea Chikoweti na baadhi ya shule zingine, na ni kweli tukabaini wanafunzi ambao walikiri wazazi wao wanawashawishi wasifaulu kwenye mitihani yao ya taifa. Lakini baada ya matokeo kutoka, tuli tuliomba orodha ya majina ya wanafunzi ambao walikuwa wanafanya vizuri Yaani, walitarajiwa kufaulu, lakini baada ya mtihani wakafanya nini? Wakafeli. Kwa hiyo tulihakiki tulipata hizo orodha, orodha ya wanafunzi ambao walitarajiwa kufanya vizuri kwenye mtihani wao wa mwisho, na tukapata yale matokeo ambayo yanaorodha pia ya wanafunzi ambao wamefaulu. Kwa hiyo tukahakiki against nini, ile orodha ya wale ambao walitakiwa kufaulu kwenye kila shule ambazo ziliwasilisha majina hayo. Uchunguzi ulionyesha kwamba ni asilimia kidogo kidogo tu ambayo huku shuleni walitarajiwa kufaulu kwenye mtihani, lakini tukiangalia kwenye matokeo wamefeli. Kwa hiyo tukaona hili swala lipo lakini halipo kwa kiasi kikubwa kwa hiyo mimi niombe tuendelee kusimama kuwashawishi wazazi, kuwaelimisha lakini pia sisi tuongee zaidi na wanafunzi na watoto. Mtoto akishaamua kwamba nataka nifaulu, na atafaulu kweli. Jambo jingine ni kuhusu malipo ya uhamisho. Tulishazungumzia motisha, hilo tumelichukua maswala ya malipo ya uhamisho na likizo tumeyachukua, lakini pia swala la motisha hilo tumelibeba, tunakwenda kulifanyia kazi. Kwa hayo machache, kwanza niwapongeze kwa mjadala mzuri na kwa maoni mazuri. Ninaamini sasa mwaka huu tunakwenda kubadilika na tunakwenda kupandisha grafu yetu ya ufaulu tunakwenda kutoka pale tulipo ili tupande juu zaidi, na ikiwezekana tupate namba sita na kuendelea. Hilo linawezekana kabisa.